Awali ya yote, ndugu zangu, napenda kutumia fursa hii adhimu na maridhawa kukaribisheni tena katika kipindi chetu hiki, kipindi ambacho ni mahsusi kwa ajili ya kutizamia siasa pamoja na diplomasia ya bara la nchi za bara la Afrika. Leo kidogo tutatoka katika ardhi ya Kongo na tutaelekea katika nchi za Afrika Magharibi na hasa katika nchi ya Burkina Faso nchi ambayo iko chini ya utawala wa kijeshi na ikiongozwa na captain, eh, captain huyu General Ibrahim Traore, rais mdogo kushinda marais wote barani Afrika. Katika nchi ya Burkina Faso chini ya rais huyu Ibrahim Traore limefanyika tukio kubwa, tukio ambalo linaloonyesha uzalendo kwa upande wa Burkina Faso, lakini pia linaonyesha namna namna gani Burkina Faso inatakiwa kuwa, baada ya Burkina Faso ya sasa, linaloonyesha namna gani nchi inavyotakiwa kuwa na viongozi wenye uchungu, viongozi wenye kujali watu, tofauti na baadhi ya nchi zingine, kwamba viongozi wengi waliopo madarakani ni wale viongozi wanaojali maslahi yao na wanajiangalia wao kwa wakati huo na familia zao lakini Ibrahim Traore ameonyesha kwamba yeye yuko katika wadhifa wa uraisi, si kwa ajili ya maslahi yake yeye na familia yake, bali yuko pale kwa ajili ya kuwatumikia wana Burkina Faso. Lakini pia anayoyafanya ni dhahiri kwamba Burkina Faso inayokuja itatengenezwa na wa Burkina Faso walioko sasa miundombinu na msingi ya uchumi ya wale watakaokuja itatengenezwa na wale ambao walioko sasa katika madaraka hayo. Ni tukio gani hilo? Ni kuombe kwanza, ndugu mtazamaji, na kukumbusha kama haujabonyeza alama ya subscribe katika chaneli yetu hii ya Dr. Harun Sharawi TV, kwanza kabisa ni kuombe ubonyeze alama ya subscribe, lakini pia usibonyeza pia alama ya kengele. Hii itakuwezesha kuwa wa kwanza kupata mada zetu na taarifa zetu pindi ambapo zitakapowekwa, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya like pamoja na na, na, kucomment pamoja na kushare. Ndugu zangu, tukiwa bado tunasalia na kuelezea tukio hili lililotokea katika nchi ya Burkina Faso. Tukio hili linamhusisha rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore pamoja na nchi za falme ya Kiarabu. Itambulike kwamba nchi za falme za Kiarabu zimekuwa mustari wa mbele, kwa namna moja ama nyingine, kuhakikisha kwamba wanatoa misaada ya aina mbalimbali kwa jamii ya Kiislamu ndani ya nchi zilizomo ndani ya bara la Afrika, na zamu hii ilikuwa ni zamu ya Ibrahim Traore kutokana na namna ambavyo nchi hii inavyokwenda, lakini pia itambulike kwamba nchi hii ni moja kati ya nchi ambazo zinatambulika katika ulimwengu wa Kiislamu kwamba ni nchi Daulatul Islamia, ni moja kati ya nchi za Kiislamu zinazotengeneza nchi zinazounda ulimwengu wa Kiislamu ndani ya bara la Afrika. Nchi hii ni moja kati ya nchi ambazo zinaongoza kwa wafasi wengi kuwa Waislamu na raisi wa nchi hiyo ni muumini wa Kiislamu, lakini pia ni mfuasi wa madhehebu ya ahlus sunni, ahlus sunna wal jamaa. Tumeelewana vizuri. Huyu Ibrahim Traore ambaye tunamzungumzia leo kwa sasa kupitia tukio hili ni muumini wa madhehebu ya ahlus sunna wal Jamaa. Upo hapo, umenipata mzee? Sasa rakizima haya, twende pamoja. Nchi hizi za Kiarabu zimekuwa zikitoa misaada ya aina mbalimbali na hasa misaada inayohusu waumini wa dini ya Kiislamu kwa kuwatengenezea misikiti ya aina mbalimbali, na sasa ilikuwa nizamu ya kwenda kuonana na Ibrahim Traore, kwamba wamempa oda na msaada wa kutengeneza misikiti mia mbili ndani ya Burkina Faso, lakini Ibrahim Traore ambaye amedhihirisha kwamba mahitaji ya Wabukinafaso kwa sasa sio msikiti. Mahitaji ya Wabukinafaso kwa sasa sio msikiti, kwa sababu misikiti hata taifa la Bukinafaso imekuwa ni sehemu ya ya ya ya ya utekelezaji. Serikali ya Bukinafaso imekuwa moja kati ya sera yake ni kutengeneza misikiti, lakini kwa sasa hatuhitaji misikiti tena. Ibrahim Traore akaonyesha mahitaji ya wa Burkina Faso kwa wakati huo ni nini? Sehemu ya kwanza kinafaso, wa Burkina Faso wametawaliwa zaidi na Ufaransa kwa muda wa miaka mingi, jambo ambalo liliwafanya hata misingi ya elimu katika nchi hiyo iwe ni mibovu, misingi ya huduma za afya iwe ni mibovu, misingi ya maendeleo iwe ni mibovu, misingi ya miundombinu iwe ni mibovu, jambo ambalo sasa huyu Burkina Faso ambaye anayokuja kutengeneza taifa la Burkina Faso ashindwe kupata mihimili mikuu na hatimaye aendelee kukaa katika hali ya utumwa katika mfumo wa maisha yake yote. Kwa hiyo Ibrahim Traore baada ya kumuondoa baada ya kupindua nchi aliondoa utawala wa kikoloni wa Kifaransa na akautimua, lakini pia amekuwa akikumbana na maga, akipambana na magaidi kuhakikisha kwamba anapoteza na kuwaondoa magaidi wa Islamic State pamoja na magaidi wengine ambao walikuwa wametengenezwa na Ufaransa kwa kigezo kilichomfanya pia Ufaransa aendelee kukaa katika nchi hiyo, huku akitengeneza sababu zinazomfanya kukaa katika nchi hiyo ni pamoja na kupambana na maadui wakati huo, na yeye maadui wale au magaidi wale ameyatengeneza wenyewe, na akiendelea kuchukua na kujizolea mali za nchi hiyo yakiwemo madini kutoa katika nchi ya Burkina Faso na kupeleka katika nchi ya Ufaransa, jambo ambalo lilipelekea sasa wananchi wa Burkina Faso kuendelea kuishi katika maisha yaliyoduni, maisha ya kidhalili, maisha ya tabu na hatimaye kupoteza maisha yao. Sasa Ibrahim Traore amekataa na akawaambia mahitaji ya nchi yetu kwa sasa, tunahitaji kuwa na huduma bora za afya. Maana yake kama mnataka kututengenezea misikiti, kwanza, hauwezi ukatengeneza nyumba ya watu kusali ikiwa waumini wenyewe wana afya mgogoro. Mahitaji yetu kwa sasa ni elimu, kwa sababu sala inahitajika elimu, swala inahitajika imani, na imani inatengenezwa ni shuleni. Tunahitaji, tunahitaji miundombinu ya elimu tunahitaji muwekeze katika elimu. Mahitaji yetu kwa sasa ni ajira, kwamba wabukinafaso wanahitaji ajira. Ajira hizi ndizo zitakazokuja kutengeneza waumini watakaotoa wa sadaka, na hatimaye watakuja kutengeneza hiyo misikiti ambayo ninyi leo mnataka mtupe. Kwa nini? Kwa sababu moja kati ya vitu vinavyoleta fitina katika jamii na udhalili ni mtu kushindwa kumiliki chakula chake na chakula wakati mwingine anashindwa kumiliki ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Lakini kuna vijana ambao wamekuwa wakisoma katika maeneo mbalimbali mbali, hawa wote wanatakiwa kuja kuitumikia Burkina Faso, lakini wanashindwa kuja kuitumikia taifa lao kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Tunataka muwekeze katika viwanda, kwa sababu hawa mkishawekeza katika viwanda, maana yake wananchi watakuja kufanya kazi na hatimaye watajipatia lukmatulaishi tonge la kuingiza kinywani na wataondoka katika baa la njaa na ukosefu wa ajira. Tazama akili ya huyu mtu namna gani, na elimu yake sio kubwa, hajafika huko ma PhD, hajafika katika ngazi ya uprofesa, wala hajafika katika ngazi ambayo tunasema kwamba huyu ni seni ya katika jambo la elimu, lakini waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja. Yeyote anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu humpa matokeo wapi pa kutobolea, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayekufanya wewe utoboe na sio mtu yoyote. Kwa hiyo Ibrahim Traole anakuja kuonyesha kwamba Uislamu hautengenezwi kwa msingi au mfumo mmoja wa imani tu peke yake. Bali unapozungumzia Uislamu maana yake unazungumzia mfumo wa maisha ya binadamu kamili ambao umekusanya, shamil, umekusanya baina dunia wal akhira, kati ya dunia pamoja na akhira. Yani hauwezi ukaishi wewe ukasema mimi ninajitegemeza peke yangu kwa ajili ya maisha ya kesho akhira, na ukasahau kufanya maisha ya dunia, ukayapuuza, ukaona kwamba hayana faida. Sio hivyo Uislamu. Uislamu ni dini ya sera Uislamu ni dini iliyotengenezwa katika misingi maridhawa. Uislamu ni dini ambayo imetengenezwa katika mfumo uliokuwa kamili wa maisha ya mwanadamu. Ndiyo maana wakati mwingine e, tunazishauri tuna, tuna hata hizi taasisi zetu ambazo ni taasisi zilizobeba nembo ya Uislamu kwamba zikae chini, ziangalie mahitaji yetu sisi Waislamu ni nini? Waislamu leo tunahitaji maendeleo, tunahitaji vyombo vya usafiri, tunahitaji kuwekeza katika elimu, tunahitaji kuwekeza katika uchumi kwa maana ya kilimo na mambo mengine, tunahitaji kuwekeza katika afya. Kwamba leo Waislamu katika nchi hii na hasa katika nchi yetu hii ya Afrika eh, nchi yetu hii ya Tanzania, taasisi zetu zimeshindwa kukaa pamoja na kujoin nguvu zao kuhakikisha kwamba tunapata elimu ya chuo kikuu. Ndio maana sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake ukienda katika shule za msingi shule za kata unakuta watoto wa Kiislamu ni wengi sana, lakini ukirejea katika shule katika vyuo vikuu unakuta watoto wa Kiislamu ni wachache. Maana yake ni nini? Maana yake kadri ambavyo wanavyopanda ndivyo ambavyo wanavyochujwa, hata chuo kikuu anakuwa hawafiki katika wingi wa namna hiyo, lakini tukiwa na vyuo vyetu Nisikilizeni kwa makini, tukiwa na vyuo vyetu vyuo vikuu, maana yake hawa wanaotoka chini watapata elimu bora ya msingi itakayoweza kuwaingiza katika vyuo vyetu na hatimaye kutengeneza jamii ya watu wenye elimu, na ile ile sera yenyewe ya Uislamu ikaweza kufikiwa na malengo yake yanaweza kufikiwa kwa haraka zaidi, kwa sababu tumekwisha tengeneza new Islamic generation kizazi kipya cha Kiislamu ambacho kina maono, kizazi kipya cha Kiislamu ambacho kimejaa wataalamu, kizazi kipya cha Uislamu ambacho kitakuja kusimamia afya, kitakuja kusimamia elimu, kitakuja kusimamia miundombinu, kitakuja kusimamia biashara, kitakachokuja kita kusimamia kilimo, kitakacho ku, kuja kusimamia usafiri, kitakachokuja kusimamia masuala ya malezi yaliyokuwa bora. Sasa Ibrahim Traore hili aliliona mapema. Ilikuwa ni rahisi tu kama viongozi wengine, unataka msikiti hey, msikiti uwapo, mnataka nini uwapo, hey, tayari tumekusha jengewa misikiti. lakini natija ya kutengeneza rasilimali watu watakaokuja kutekeleza ibada hii ya sala wanatoka wapi? Ndio maana leo tuna idadi kubwa ya misikiti, lakini wanaosali wenyewe ni wachache mno. Maana yake ni nini? maana yake tumewekeza katika nguvu moja ya kiimani na tukashindwa kuandaa msingi wa hao wanaotakiwa kuja kutekeleza hii imani, kwa maana ya kuandaa msingi wa kuwapa elimu. Imagine mathalan tungelikuwa na shule tukaweka sera kwamba ni jukumu letu kutengeneza shule ya msingi katika kila wilaya, halafu katika kila wilaya baadaye tukatengeneza shule ya sekondari halafu katika kila ukanda mathalan ukanda wa magharibi leo e, tukapata chuo kikuu kimoja, ukanda wa kusini wakapata chuo kikuu kimoja Islamic University, Tanzanian Islamic University, University Tanzanian, chuo kimoja, ukanda wa kati, kanda ya kati mathalan Dodoma tukapata chuo kikuu kimoja, na zote hizo zikawa ni kampasi tofauti, mfano kampasi ya elimu, mfano kampasi ya afya, mfano campus ya maswala ya uchumi au mfano campus ya maswala ya science na kadhalika. Halafu hawa ambao tuliowaandaa huku, je, watakosa sehemu ya kwenda? Eh, ndugu zangu, sasa Ibrahim Traore alichofanya kuwafundisha Waarabu na kuwaelimisha kwamba mahitaji yetu kwa sasa katika nchi ya Afrika tunahitaji elimu hatuhitaji misikiti, kwa sababu hawa wakishasoma watakuja kutekeleza hiyo misikiti, watakuja kujenga hiyo misikiti. Hawa wakishafanya kazi wakawa na uhakika wa ajira, hiyo misikiti wataitengeneza wenyewe. Hawa wakishakuwa na uwezo wa kufanya kazi hiyo kilimo, watakuja kulima wenyewe. Hawa wakishafanya kazi hizo hospitali, watakuja kuweka wenyewe. Kwa hiyo tunataka misingi ya elimu iliyokuwa bora ndio maana sasa ukiangalia usulubu wa Qurani ulianza dhalika alkitabu la raiba fihi, haukuanza dhalika salatu, haukuanza dhalika shahada, haukuanza dhalika saumu, haukuanza dhalika zakatu, haukuanza dhalika alhaji, bali umeanza dhalika alkitabu. Maana yake nini? Maana yake ni kuonyesha kwamba dini ya Uislamu ni dini ambayo imetengenezwa katika mfumo maalum na sera maalum, na kila jambo liko katika e, kanuni zake liko katika utaratibu wake, kwamba kimeanza kutajwa kitabu. Maana yake ni kuonyesha umuhimu wa elimu. Ndio ambao utakaokuja kukusababisha wewe usali. Elimu ndiyo ambayo itakayokuja kukufanya wewe ufanye kazi, utengeneze uchumi elimu ndio itakayokuja kufanya wewe utengeneze ibada ya sala, ibada ya zaka na ibada ya funga na ibada ya hija. Tumefahamiana vizuri. Elimu ndio itakayokufanya wewe utengeneze huduma eh, za jamii, utengeneze watu watakaopelekea kusimamisha kuanzisha na kusimamia huduma za nini? Huduma za jamii. Sasa jiulize wewe, leo una sera gani? Maana tuna viongozi ambao kazi yao ni kuhubiri sera katika midomo, lakini sio katika utendaji. Tungekuwa tunahubiri sera katika utendaji, tungekuwa tunajua wapi tunapotakiwa kuanzia, kwamba sera yetu ndani ya hii miaka mitano au miaka kumi tunaanza kuwekeza katika upande wa elimu, baada ya miaka kumi tunakwenda kuwekeza katika upande wa afya, baada ya miaka kumi tunakwenda kuwekeza katika upande wa uchumi. Tumefahamiana vizuri. Sasa Ibrahim Traore anatuonyesha kwamba Uislamu, tunapozungumzia Uislamu tunazungumzia maisha ya watu, sio tu kujenga msikiti peke yake, ambao baadaye pia ninyi mmekuwa mnaitumia hiyo misikiti kutengeneza uadui, mnatumia hiyo misikiti kuwagawa Waislamu wa mnatumia hiyo misikiti kusababisha uadui baina ya Waislamu, mnatumia hiyo misikiti kutengeneza chuki baina ya Waislamu, mnatumia hiyo misikiti kutengeneza fitna baina ya Waislamu. Waislamu wanachukiana wenyewe kwa wenyewe, ambapo huko kabla ya kutengenezwa hiyo misikiti walikuwa pamoja. Lakini hiyo yote ni nini? Ni kwa sababu wanapokuja kuwekeza msikiti na wanataka maimamu wawe ni watu ambao wanaofata fikra zao, hata kama wakati mwingine fikra zao sio sahihi.